Kile kilichotarajiwa kuwa sherehe ya furaha kiligeuka kuwa janga la kusikitisha baada ya wanandoa kutoka Ghana, Joy Asamo na Celine Bayong kuripotiwa kufariki siku ya harusi yao muda mfupi baada ya kula chakula kilichoandaliwa kwenye tafrija yao. Kwa mujibu wa ripoti, maharusi hao walianza kuonyesha dalili za maumivu makali mara baada ya kula. Licha ya juhudi za kuwaokoa, wote wawili walifariki. Uchunguzi uliofanywa uligundua jambo la kushangaza ambapo mpenzi wa zamani wa bwana harusi aliyejulikana kama Sylvia Frimpong anadaiwa kuwa nyuma ya tukio hilo. Sylvia na Joe walikuwa kwenye uhusiano kwa miaka sita kabla ya Joe kusafiri kwenda ng'ambo. Uhusiano wao ulikatika baadaye, na baada ya mwaka mmoja Joe alikutana tena na rafiki wa karibu wa Sylvia aliyejulikana kwa jina la Celine, na wawili hao wakaangukia kwenye mapenzi na kuja kuchumbiana. Selin kwa nia ya kuwa wazi alimjulisha Sylvia kuhusu uhusiano wao na akaomba baraka zake ambazo anadai alizitoa. Hata hivyo, uchunguzi zaidi ulibaini kuwa Sylvia aliweka sumu kwenye chakula cha maharusi kutokana na hisia za hasira na usaliti. Wakati wa mahojiano, Sylvia alikiri kufanya hivyo. Nilimbebea mimba tatu na ile ya mwisho ilikaribia kuniharibia kizazi changu. Nilikataa wanaume wengine kwa sababu nilikuwa naamini nampenda. Na mpenda nilikuwa nalipa bili zake na hata tiketi yake ya ndege nilimlipia alipokwenda ng'ambo. Sikuweka hata akiba kwa ajili ya familia yangu au wazazi wangu waliofariki, kwa sababu nilimpa kila kitu, na mwisho aliniacha na kuchumbiana na rafiki yangu wa karibu. Msongo wa mawazo na mateso ya kihisia alikuwa makubwa sana. Nilimpenda kwa dhati, lakini alinisaliti, alisema. Silvia anaripotiwa kuwa chini ya ulinzi na anakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya daraja la kwanza.